Ukienda kwenye huduma za afya dawa hazipo, na tulikuwa tunaomba kwa sababu mmetujengea majengo mazuri, mtu kama inawezekana, mtujengee maduka pale pale, tupate kununua huduma zetu pale pale, lakini bila bila, tunajua mama wajawazito na watoto dawa ni bure mpaka miaka mitano, kwa kitolia, dawa hazipo kwenye vituo vya afya, tunakuwa tunashangaa. Pia njia sheria inauswa sasa hivi mheshimiwa, ukienda kwenye kituo cha polisi waambie utoe laki tano kwa ajili ya mzamana. Wapo watu ambao wako juu ya sheria, wanatutesa, anakwambia napiga simu